Wengineko maelfu ya Wakenya walimiminika katika hifadhi na mbuga mbalimbali mbali za wanyamapori zinazosimamiwa na shirika la wanyamapori nchini ili kusherehekea siku ya utalii duniani. Serikali ilifutilia mbali ada za kuingia kwenye hifadhi na mbuga katika hatua iliyolenga kupiga jeki utalii wa humu nchini na kuwapa Wakenya nafasi ya kufurahia uzuri wa kipekee wa rasilimali asilia za Kenya. Mwanahabari wetu John Kahiro, alizungumza na watalii wa humu nchini katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi na kuandalia, kutuandalia taarifa ifuatayo. Mbuga ya kitaifa ya Nairobi utulivu wa kawaida wa porini katika mbuga hii uligeuka Jumamosi na kujawa shughuli kadhaa <tosilis> Wakenya kutumia nafasi ya kuingia bila malipo asili <tosilis> wanafunzi familia na wapenzi <tosilis> limiminika hapa kila mmoja akiwa ni <tosilis> fursa mzuri kukuja kuangalia wanyama na to explore our resources which are very important to us. Na ndani ya mbuga shirika la wanyamapori walikuwa makini kuhakikisha kwa, kwa kutoa mafunzo na mwongozo kwa wageni. Usalama pia ulinzi wa KWS na maafisa wa polisi wakihakikisha kuna amani ndani Uh, we have our rangers uh, everywhere assisting with the movement of the vehicles. We have the customer service team uh, registering the the, the Kenyans that are coming in uh, in uh, large numbers. And also we have we have an ambulance uh, behind me on standby in case of any uh, eventuality or fatalities. Kwa watali wengi wa humu nchi fansi ya kipeke yeah. bali nafasi ya kushuhudia na kufurahia utajiri wa mali asili ya Kenya, kuanzia wanyama wakubwa watano hadi mandhari ya kuvutia mbali na misukosuko ya jiji kuu. Watu wanaishi Kenya, wajayo na lae, wajayo na ni wazungu wanatoka kule Ulaya, wanakaa hapa. Imagine wanakaa hapa kuona ziwa hawa wanyama, na wako hapa Kenya yetu. Lakini kama sasa hivi tumefunguliwa, hivi sasa tumekuja na tumejibamba. I think government inafaa ku schedule maybe on quarterly basis, wanafungua free of kwa hii Kenya kwa kwa yetu. Kadri siku ilivyoendelea, mazingira tuli kitovu cha mapumziko huku familia zikipiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu. So biashara za wenyeji pia zilinufaika kwa wageni. Na ilipofika mwisho wa siku, kila mmoja alikuwa na simulizi simulizi la kuthamini urithi na muhimu zaidi, funzo kuhusu na uhifadhi wa wanyama pori. Uh, <coughs> Kuondolewa kwa ada ya kuingia katika mbuga za wanyama humu nchini ni njia wapo ya kukuza utalii wa Kenya na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata nafasi ya kusherekea na kuthamini turathi za nchi. John Kahiro, Dira ya Maguiji.